Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Mwanakondoo. Okay, nashukuru. Watoto awi, awa, wazazi mpo? Si nadhani kwa, kwa muda tulionao sasa hivi sitakuwa na muda mrefu wa kuongea. Taongea machache tu muhimu kwa muda mfupi. Awali niupongeze uongozi wa kituo hiki kwa kuona ninastahili kuwa mgeni rasmi katika hafla hii ya kuwaaga vijana wetu ambao sasa wanakwenda kuanza darasa la kwanza. Asante sana mkurugenzi, kwa kunipa heshima hiyo. Pili, niwapongeze wazazi wote wa watoto hawa kwa namna ya kipekee namna ambavyo wameweza kuwahudumia watoto hawa kwa kuwalipia ada na huduma nyingine ambazo ziliwawezesha kusoma masomo yao kwa kipindi chote bila tatizo la aina yoyote pamoja na changamoto ambazo zimeelezwa katika risala yao. Hongereni sana wazazi wa watoto wao. Niwapongeze sana watoto wenyewe kwa sababu wameonekana wanaweledi, wameelewa kile walichofundishwa, na nina imani hata huko wanapokwenda, kwa maana ya kuanza darasa la kwanza, watafanya vizuri kwa sababu wamechangamka. Hakika wamepata kilicho bora kutoka kwa walimu wa kituo hiki. <tutu> Hongereni sana walimu kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya kwa vijana hao. Kama nilivyotambulishwa, kwa jina naitwa Masau Bwire. Miaka ya nyuma huko, nilikuwa afisa habari wa timu moja, ilikuwa inaitwa ruhu shuti nimeona niiseme kwa sababu mkurugenzi amehitaji, lakini baada ya hapo, hiyo timu ilipata umiliki mwingine. Awali ilikuwa inamilikiwa na jeshi, na sasa mimi ni afisa habari wa timu ya JKT Tanzania na JKT Queens ni timu zote ya wanaume na wanawake zinashiriki ligi kuu ya Tanzania. Kwa hiyo kama mnafuatilia e, mtakuwa na ufahamu mzuri kuhusu ubora na umaridadi wa timu hizo. Ah, nitazungumza baadaye kidogo kwenye hilo katika risala ya watoto wetu wameeleza umuhimu wa elimu, na wameeleza uhusiano uliopo kati ya wao wazazi na walimu, na wakaiita elimu pembe tatu. Maana yake ni kwamba bila ushirikiano wa hawa watatu, mafanikio kwa wale waliolengwa ambao ni watoto wenyewe itakuwa ni kidogo. Kwa hiyo mimi niwaombe wazazi, hawa ni vijana wetu, bado wadogo, wanahitaji malezi na uangalizi wenu wa karibu, lakini kwa kushirikiana na walimu. Sio umempeleka mtoto shule mzazi ukawaachia jukumu hilo walimu kwamba watafanya kila kitu. Ni vyema mzazi ukafuatilia kwa walimu kujua maendeleo ya watoto usomaji wao uko ukoje, anajifunzaje, ana changamoto zipi katika kujifunza kwake. Kwa yale atakayokupa mwalimu kama changamoto za mtoto, mkayachakata kwa pamoja, yatawezesha watoto hawa kuenenda katika eh, njia iliyo bora na iliyo njema sana ambayo itamwezesha kupata uelewa katika kile anachofundisha. Wamezungumza changamoto mbalimbali. Miongoni mwa changamoto ambayo kwa sasa nitaibeba ni changamoto namba mbili, vijana hawa wamesema na nukuu: Ndugu mgeni rasmi na wageni wetu maalum, tatizo letu la pili ni upungufu wa vifaa vya michezo. Wametaja bembea, kamba za kuruka na kadhalika. Sasa mimi, taasisi yangu JKT, tunahusika na michezo na michezo tunayohusika nayo ni mpira wa miguu kwa sana, lakini tunayo michezo ya kila aina ndani ya jeshi la kujenga taifa. Ni waase na ni waombe wazazi. Wapo wazazi ambao kwa kiasi fulani pengine wanaona michezo haina faida kwa mtoto. Kwa hali hiyo, mtoto anapoonesha kutaka kucheza mchezo kambia mimi mwananchi atakwambia, uh, wale wengine wanaitwa wale mimi Simba. Lakini kumbe zima ni timu ya jeshi, ni timu ambayo inajali na kuwathamini vijana, ni timu inayowaendeleza vijana katika michezo mbalimbali, hasa katika soka ni timu inayowaajiri vijana pale. Kunazo, kunao vijana wa umri mbalimbali. Kunao vijana wa under 15 wenye umri wa chini ya miaka kumi na tano, kunao vijana wenye umri chini ya miaka kumi na saba, kunao vijana wenye umri chini ya miaka ishirini na wa wa, wa timu ya wakubwa pia. Na hawa wote wanalelewa pale, wanajengwa katika msingi ya kimichezo wanasomeshwa baadhi na hatimaye wanaendelea wanafika mbali zaidi. Kwa hiyo cha kwanza ni wasii, wazazi, ifuatilieni JKT kwa faida ya watoto wenu pia. Lakini pili, kituo hiki ambacho vijana hawa wanasoma, nadhani mnaona ubora wake, tusiwe wachoyo tutangaze kwa wengine huko. Mimi kupitia taasisi yangu kwa maana ya JKT, nimelibeba hili ambalo mkurugenzi ameizungumza, niliyozungumzwa katika risala, nitafikisha kwa viongozi wakubwa wangu kule jeshini, kuona namna ambavyo na wao wanaweza wakashiriki kwa namna moja ama nyingine moja wapo wa alkushi kama msaada kituo wa wa lakini, pili, kwa kituo hiki kinachotoa elimu kwa vijana wetu, lakini pili, kwa niaba yangu mimi binafsi, lakini kwa niaba ya Jeshi la Kujenga Taifa JKT ninapenda kusapoti kidogo kwenye eneo hili la michezo ili vijana wapate japo vitunda ya, ya kucheza wakiwa katika kituo hiki waweze kuchangamka vilivyo. Kwa hiyo hapa nitakabidhi pesa taslimu shilingi milioni moja kwa ajili ya kusaidia vifaa eh, vya mchezo katika kituo hiki. Kwa hiyo naomba ni mkabidhi mkurugenzi ili imsaidie katika eneo hilo la mchezo, kwa niaba yangu mimi mwenyewe lakini kwa niaba ya Jeshi la Kujenga Taifa, JKT. niwashukuru sana sana walimu kwa kazi kubwa mnayoyafanya, lakini niwashukuru na kuwapongeza wanafunzi kwa kuwasikiliza na kuwatii walimu katika kile wanachofundishwa. Namna walivyochangamka hapa, ninaamini wameelewa kile walichofundishwa. Santeni na Mungu akubariki so